Hey, mambo vipi? Karibu sana katika YouTube channel yangu. Natumai tayari umesha subscribe YouTube channel yangu ili basi usiweze kupitwa na mafunzo haya ambayo nimekuwa nikileta katika channel yetu hii ya YouTube. So leo tutakwenda kuendelea na kujifunza programming language ya C++ na tutakwenda kujifunza kuhusiana na jump statements katika C++. So, jump statement ni nini? Inatumika vipi? Utaweza kufahamu. So, angalia video hii mwanzo hadi mwisho ili basi na wewe uweze kujifunza jump statement, kikubwa ambacho inafanya ni kuweza kutransfer control kutoka sehemu moja ya programu yetu kwenda sehemu nyingine. Ndio kazi kubwa ya jump statement. Na tutaenda kuziona hizo jump statement, ni ipi na ipi? Pengine tayari umeshakwisha zisikia lakini ulikuwa hujui kama ndio zinajulikana kama jump statement. Lakini pia ku bypass ile normal flow ya, ya program zetu tunaweza kutumia hizi jump statement. Na zipo za aina tatu, ya kwanza ni go to, ya pili ni break, ya tatu ni continue. Hizi ndio aina tatu za kikubwa ambacho inafanya tunafahamu ina exit loop l switch, tutakwenda kuona tutapoanza kujifunza, lakini continue ina skip to the next iteration katika loop yetu na go to, ina jump kwenda katika labeled statement. Tutakwenda kuona zote hizi jinsi ya kuandika katika program zetu na jinsi ambavyo zinafanya kazi, tutakaporun program zetu. So leo katika video hii wacha tuanze na go to, aina hii ya jump statement. kuweza kujifunza break and continue, tutakuja kuangalia kwa wakati mwingine kwenye video ambazo zitafuata, na ndio maana nikaomba uweze kusubscribe YouTube channel yangu na ugonge ile kengele basi ili usiweze kupitwa na mwendelezo hiki ambacho tunajifunza siku baada ya siku. So go to kama ni aina mojawapo ya jump statement ni very simple na utaweza kunielewa kiurahisi kabisa. Basic syntax yake tunakuwa na keyword ya go to na tunakuwa na label. Label ni lile neno ambalo tutalitumia. Inawezekana likawa neno lolote tu, lile utaenda kuona hapa. So unaandika tu go to kisha unaandika hilo neno lako label yako, unaweka semicolon kama kawaida. Na baada ya hapo huko mbeleni katika programu yako, yaani sehemu ya chini pengine utaandika sasa hiyo label yako. Okay, na nimekuambia kuwa hii goto to jump statement aina hii, kikubwa ambacho inafanya ni kuweza kujump kwenda katika ile label statement yake. Kwa kama go to hapo umeandika jina hili label, maana yake itaenda kuruka kodi zote ambazo zipo katikati baina ya hii go to label na hii label yetu. Kwa hapa kati, kama kuna kodi zitaweza kurukwa na moja kwa moja itakwenda kuanzia hapa katika hii keyword yake ambayo ni ya label. So kwa mfano hapa nikiandika mfano next basi label yangu itakuwa inaitwa next na, next. Na uh, program ama compiler itaenda kutafuta hii next inapatikana no wapi katika programu yetu na itaruka na itaanza hapo katika hii next. So labda tuweze kufanya mfano kwa uh, kuweka simple program hapa, ili basi tuweze uh, kuona. Lakini sasa hivi natumai umeweza kuona vitu gani ambavyo vinatengeneza hii go to. Ya kwanza ni hii keyword ya go to ya pili ni label ambayo inaitwa as identifier ikifuatiwa na uh, colon. Okay? Program itakapokutana na go to label ita jump hadi katika ile label directly, so acha tutengeneze mfano mdogo tu wa kuweza kuona jinsi ya kuskip uh, line fulani ya kodi kwa kutumia hii go to. So wacha niweke hapa main function yetu int main, then ndani ya main function tuandike just cout tutoe ujumbe hapa. Okay, hapa ndo ambapo itaanza programu yetu, so start of program. Then baada ya hapo, tuandike sasa hii go to ili tuweze kuona go to jump statement yetu, na tuandike neno skip. Okay, then tuandike a statement nyingine display source out. Then hapa tutaweka simple message This line will be skipped. Then hii itaweza kurukwa will be skipped. Then tuweke sasa hii skip identifier yetu kisha tuweke colon, not semicolon. Unaweka colon hapa zc out tunaweka this line is after skip simple, ama tunasema after go to. Okay, itakuwa tayari simple program yetu hapa imemaliza, bila kusahau kufunga semicolon baada ya kila statement yako ambayo unaandika, then tuweze ku return return zero. So tayari tutakuwa tumekamilisha hapa simple program yetu, na tutaona sasa jinsi gani hii jump statement ya go to inavyofanya kazi. Wacha niweze ku run program yetu hii, wacha tu compile na ku run. Okay, kuna error hapa. Expected semicolon before token. Tumesahau kuweka semicolon hapa. Tutaweka. Run program yetu. Na tayari tunaona hapa output. Start of program. This line is after go to. Okay, ukiangalia hapa. Hapa. Okay, hapa katika hii output yetu kuna line hii hapa imeweza kurukwa. This line skipped. Haijaweza kutokea, haipo hapa, just zimetoka line mbili tu. Start of program ambone hii na alafu ikatoka this line is after go to ambayo ni hii. Okay, lakini hii hapa ya kati, this line skipped, imeweza kurukwa kwa sababu tu imekutana na hii go to. Na go to program ilivyokuwa ina run, compiler anapitia, alipokutana na go to as a jump statement, na hapa kuna hii identifier skip, manaake inaruka vyote vilivyopo baina ya hii go to mpaka katika ile identifier ya skip. Kwa hiyo chochote kitakachokuwemo humu ndani, mfano nikicopy hii nikipaste hapa, na tupo na line nyingi sana hapa, lakini hizi zote zitaweza kurukwa kwa sababu tayari go to inafanya kazi yake na itaenda kutafuta hii identifier ambayo ni hii hapa, then itaendelea na vitu vya huku chini. Kwa hapa niki uh, compile na kurun tena programu yetu. Ona kile ambacho kimetokea, ni zile zile statement mbili, start of program, this slide is after go to. Kwa nini hizi hazijatoka? Kwa sababu ya hii jump statement ya go to, ndivyo ambavyo inafanya kazi. Kwa hiyo cha kuzingatia hapa ni hii keyword yako ya go to, alafu na kuweka uh, label yako ama identifier yako ambayo ni skip, kisha mbeleni huko ambapo unahitaji kuweka hiyo label yako, utaweza kuweka na no kuendelea na kodi zako nyingine ambazo unahitaji ziweze ku display lakini hizi zote ambazo zipo baina ya uh, hii jump statement yetu hazitoweza kuonekana. Very simple kama hivyo, nadhani umeweza kuelewa hii concept ya jump statement na hii ya goto. Sina la ziada leo katika video hii, lakini tutakuja kufahamishana na mfano mwingine ili basi tuweze kuelewa zaidi. Mfano ambao tutakuja kufahamishana kutumia hii goto, tutaweza kutumia uh, loop lakini pia if statement ndani yake na kuona sasa namna gani tunaweza kutumia katika scenario mbalimbali mbali, hii jump statement ya goto. Kama una maswali, kuna sehemu hujanielewa, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, ili basi tukaweza kueleweshana vizuri. Like video hii, share na wengine wapate kujifunza programming language hii ya C++. Tukutane wakati mwingine katika video inayofuata, tutakuja kujifunza aina nyingine ya jump statement. Natumai tutaingia katika continue na baada ya continue tutamalizia na break, kisha tutakuja kufanya baadhi ya mifano tofauti tofauti ya hizi jump statement aina tatu. Asante.